Ume wamekuwa akipoteza nguvu zao za kiume a taratibu, bila kujua sababu. Sio umri tu tunasema, katika video hii nitakuelekeza sababu saba ambazo zinapelekea mwanaume ashindwe au aweze kupoteza nguvu zake za kiume. Kama ni mara ya kwanza kupatia kufatia chaneli yetu, basi hakikisha una subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Sasa hivi imekuwepo changamoto kubwa ya nguvu za kijinsia especially nguvu za kiume ume zimekuwa zinakuwa chini sana. Sasa wengi wamekuwa hawajui sababu. Leo nitakuletea sababu rahisi sana. Kuna vitu ambavyo natakiwa kuvifahamu kwanza ambavyo wengi wamekuwa haviongelei kabisa. Kwa hiyo kama huko hapa, hakikisha unanifuatilia. Lakini pia sababu namba saba imekuwa ikisaidia wanaume wengi kuondokana na changamoto hiyo, ukilifahamu hilo basi ni rahisi sana kuweza kuondokana na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume huo. Uh, uh, una mwaga una, haraka uwe ume baada ya kuingia ukeni unalala una, una kabisa Lakini pia wengine sio hivyo tu, wameenda mbali kabisa, unakuta ana hisia kabisa za mapenzi. Kwa hiyo ndugu yangu, hapa hakikisha utapata sababu ambazo zinasababisha nguvu zako za kiume kuweza kupungua. Cha kwanza ni kukosa usingizi wa kutosha. Kukosa usingizi wa kutosha ambayo tunasema hivi, homo ya testosteroni huwa inatengenezwa zaidi usiku, wakati wa usingizi usiku ambao unatakiwa, ambao unakuwa umelala. Na kiafya unatakiwa kulala masaa sita mpaka nane au masaa saba mpaka nane kiafya, yani siwe chini ya masaa sita na iwe zaidi ya masaa saba mpaka nane. Ndugu yangu, ukiweza kulala kwa hayo masaa, afya yako itaweza kuwa imeimarika kabisa, na afya yako itaweza

Kwa hiyo kitu cha kwanza kwa mwanaume kinachosababisha nguvu zako kupungua ni kukosa usingizi. Upati usingizi wa kutosha, upati kulala, kulala vya kutosha, ndugu yangu, unatengeneza mazingira mabaya kwa afya yako ya kijinsia. Lakini pia namba na mbili, tunasema stresi nyingi eh. Wanaume wengi sasa hivi tumekuwa na stresi. Sawa, wanaume ni, ni, ni, ni, ndo nguvu ya familia. Mwanaume ndiye anayechakalika anayejua ada anayejua watu wanakuraje, anayejua tunajua maradhi yanakuja hapo nyumbani, lakini pia tumekuwa na stesi nyingi. Sasa stesi huwa moja kwa moja inaongeza homoni ya cortisol. Cortisol huwa testosterone hundred percent. Kwa hiyo unapokuwa na stesi, huwa unaharibu testosterone. Testosterone ni homoni ya kiume. Kwa hiyo ndugu yangu kwa tips nyingine za kiafya za mwanaume, tips ambazo zinasaidia mwanaume kuweza kuondoka na changamoto hiyo, hakikisha una subscribe channel yetu mapema ili uweze kuzipata kila siku, lakini pia watatu hawa, tunasema kitu tunakiita lishe mbaya. Naomba hili jambo niweze kuligusia hapa eh? Lishe mbaya, wanaume. Sasa hivi pia wanaume tumekuwa tukila chipsi Eh, wanaume sasa hivi tumekuwa tukila tukila vyakula vyenye sukari nyingi, vyakula vyenye mafuta mabaya. Sasa tunapokula hivi vyakula huwa vinapelekea upungufu wa zinc na upungufu wa vitamini D. Kwa hiyo unapokula hivi vyakula mara zote vitasababisha nguvu zako za kiume ziweze kuwa chini. Unachotakiwa ni kuhakikisha unakula mayai, unakula samaki, unakula karanga lakini pia unakula mboga za majani. Ndugu yangu, ukiweza kufanya hivyo utaweza kuimarisha afya yako. Ni jambo ambalo unatakiwa kulizingatia. Lishe, lishe, lishe mbaya ni adui wa afya yetu. Mwanaume, epuka vyakula vya sukari, vyenye mafuta mengi, huweza kuviepuka na unatakiwa kutumia vyakula zaidi vyenye zinki. Zinki imekuwa ni mjarabu kwa mwanaume ambaye anasumbuka na changamoto ya nguvu za kiume. Sijajua wewe unakula vyakula gani, sijajua unatumia vyakula gani ambavyo huenda hivyo ndio vinavyokupa mazingira magumu. Lakini pia kukaa muda mrefu bila kufanya mazoezi, unapofanya mazoezi huwa inaongeza, unapofanya mazoezi, kukaa bila kufanya mazoezi, sawa ukaa muda mrefu bila mazoezi huwa kinasababisha mzunguko wa damu uweze kuwa chini. Ili uume uweze kusimama unahitaji blood circulation iweze kwenda kwenye uume, ndio maana ukienda utakuta mishipa inakaza. Sasa kama uh, utakuwa unakaa muda mrefu bila kufanya mazoezi, basi inapunguza blood flow moja kwa moja. Kwa hiyo tunasema yale mazoezi huwa yanaongeza testosterone asilia. Hakikisha unatembea, unafanya push up, unafanya eh, mazoezi ya kegel ya kunyoosha hii PC muscles ili iweze kukaa sawa. PC muscles yako ikishaweza kukaa sawa, ndugu yangu, nguvu za kiume zitaweza kurudi haswa, zitaweza kurudi zaidi na zitaweza kusaidia kuweza kulimudu vizuri tendo la ndoa wengi hatulimudu vizuri tendo la ndoa kwa sababu hatufanyi mazoezi. Lakini pombe na sigara, pombe na sigara, tunasema pombe huwa inapunguza si, a, sipamu, lakini pia inafanya mtu aweze a, mtu aweze kuishi bila kuwa na hamu ya tendo la ndoa, ambayo tunasema. Sigara huwa inaua mishipa ya damu, hakikisha unapunguza au kuacha kabisa. E, alafu unakuta mtu ana mbegu zake ni chache, lakini bado anaendelea kupiga kamnyweso. Ndugu yangu, unapoendelea kupiga kamnyweso, unapoendelea kunywa au kuvuta sigara, unapoendelea kunywa pombe kali, ni hatari kwa afya yako, kwa sababu zinapunguza nguvu zako za kijinsia. Lakini namba sita, uzito kupita kiasi Ukisikia mtu anasema ana uzito kupita kiasi, tunachokuwa tunamaanisha ana badi cholesterol, mafuta yameweza kuongezeka. Kwa hiyo yale mafuta huwa yanabadilisha testosterone kwenda kuwa estrogen moja kwa moja yanabadilisha testosterone kwenda karibia na estrogen, ambayo hii utakuta mwanaume anakuambia, mimi sina hamu kabisa ya tendo la ndoa. Sasa kama wewe ni mwanaume uh, una uzito mkubwa, hakikisha unapunguza kilo taratibu, punguza kilo taratibu. Unachotakiwa kufahamu kwanza, kama ujui unatakiwa kuwa na kilo ngapi, niandike hapo chini kwenye comment ni kilo ngapi ambazo unazo, na mimi nitakuelekeza kitaalamu na kiafya unatakiwa kuwa na kilo ngapi ili tuweze kusaidizana. Na mara nyingi tumekuwa tukisaidia watu kuweza kuondokana na changamoto ya uzito mkubwa kwa kupata programu maalum na kuondoa makosa ambayo watu wengi wamekuwa wakiyafanya. Kosa namba moja, watu walio kwenye programu ya kupunguza uzito ambao wamekuwa wamekikosea cha kwanza ni kutokula na kushiba au kutokula na kushiba, au kula taratibu, kula kidogo. Hiyo ni sababu namba moja inayosababisha watu wengi washindwe kupungua. Nitaelezea baadaye ukinipata kwenye kwenye darasa letu, nimeshaelezea, lakini pia ukifuatilia clip lakini kosa namba mbili ni kura zaidi ya saa mbili usiku ni moja ya kosa kubwa sana ambazo wanaume wamekuwa wakilifanya, na ili limekuwa likituazibu siku zote, limekuwa likisababisha wanaume tuonekane waovyo, wala hatuwezi sho. Lakini pia sababu namba saba ni kutumia simu usiku sana sana, eh, eh, blue light wasili usingizi, blue light wasili usingizi. Kwa hiyo kisha asili usingizi moja kwa moja, tunasema homoni ya testosterone huwa inate genezwa zaidi usiku ukiwa umelala. Sasa kama hautapata usingizi wa kulala, ina maana hii itakupa shida uwezo wa utengenezaji wa testosteroni. Kwa hiyo itaweza kuathiri afya zetu kiraisi na mapema kabisa. Kwa hiyo akutumia simu usiku sana au usiku wa manane, umekuwa ukisababisha wanaume wengi nguvu zao za kiume kuweza kupungua. Unachotakiwa kufahamu ni kwamba nguvu za kiume zinaanza na lifestyle. Nguvu zako za kiume zinaanzia jikoni. Ukibadilisha mambo haya